Karibuni na ujambo mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu, kuna nini nini news. Kuna nini News ni channel yako pendelevu tv online iliyo na makazi yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya Jumanne ya tarehe Novemba 25 mwaka 2025. Haya ni matangazo yetu ya asubuhi. Katika yale tumekuandalia mtazamaji, ni kwamba mapambano makali yanaendelea katika maeneo ya mkoa wa Kivu ya Kusini, haswa huko tarafani Mwenga. Nini kinachoendelea hivi sasa kwenye mapambano hayo? Kuna video nyingi ambazo zimesambazwa kwenye mitandao ya kijamii pamoja na audio zinazoongea mengi tu kuhusiana na vita hivyo. Mtazamaji pia msikilizaji, kuna nini news na kuomba wandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Tutakwenda kumsikiliza msemaji wa kundi moja la Wazalendo, ambaye mwenyewe atajitambulisha na kutupa picha halisi hivi sasa, kwa kuwa yeye anapatikana kwenye uwanja wa mapambano hivi. Tunakualika uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Basi, mmemsikia mmoja wa wakahaji katika maeneo ambako risasi zina ndindima. Hivi sasa twende kujiunga na msemaji wa kundi moja na Wazalendo anayepatikana kwenye uwanja wa mapambano, yaani sehemu ambazo kunatoka au kunasikika risasi hizo. Huyo mnayetoka kumsikiliza ni mmoja wa wakahaji maeneo ambako mapambano yamezuka au yamepamba moto, lakini kabla tufikie hatua ya kumsikiliza msemaji wa baadhi ya wazalendo huko sehemu za Mwenga, tusikilize kwanza jinsi watu wanavyokimbia. Haona babote ni washoferi wakapanda kilima, tunakimbia vita kirungutwe, wanapanda baba kilima, a trois heures de temps atu wanachoka na kilima, kisinashimama wachofa wale kule.

Hii <muchas> <muchas> <muchas> ni population munaona, muvilima ya Kitobaluzi buhugu bote viko nakimbia mumavilima ya Bushali. Maanake hapa vumbi kuruka, musikie lakini usione. Masasi ni masasi tu. Maanake Kitobaluzi hakuna population inabakia kule. Sasa vile munaona. Hali haiko ya bien. Watu yote ni kukimbia. Na tunasikia kwanza kama kuku viwashapata mabale perdi mumigulu ndio mpaka sai maanake hali haiko ya, ya mzuri. watu viko mkukimbia sasa vile ee, mnaona ee, kabisa ee, muvilima ee, ee. Baada ya mapambano hayo mtazamaji, au baada ya wakimbizi hao mnao wasikiliza, tuwaone basi baadhi ya vijana ambao walikuwa wanakungutana kwenye uwanja wa mapambano

Ni, <laughs> basi mtazamaji, pia msikilizaji Kuna Nini News, baada ya kuwasikia wote hao jinsi wakimbizi wanavyojieleza na baadhi ya wapiganaji hao, tunakwenda sasa kumsikiliza msemaji wa wazalendo au wa makundi hao ya wazalendo wanaopatikana kwenye uwanja wa mapambano mwenyewe. Atajitambulisha, tuwe choncho tukianza naye tangu mwanzo hadi vile atakavyomaliza au hitimisha mazungumzo yake. Tega sikio. Jambo bwana mhariri, na jambo kwa wasikilizaji wote, Kikitu, wote wa radio jepepe kititu na wasikilizaji wote wa hiyo radio ndani ya tarafa la mwenga na nje ya tarafa la mwenga. Etienne Ngeriki nikiwa msemaji wa PAPCO inayoongozwa na General Major Mikiriwa Matebura Daniel, tukipatikana katika mkoa wa Lindi mahali ambapo kunaitwa Kalama. Bwana Mwariri, tumefurahia kupanda mwangaza kulingana na hali inaopanda mnara katika tarafa letu na katika wasikilizaji wa redio yenu, kusema kama wawe tulivu, wawe tulivu. Hali iko naendelea pole pole kuwa vizuri, maana tuko katika shamba la mapambano, na katika shamba la mapambano kuna wazalendo halisi na kuna wazalendo wamoja wanafananishwa kama na wale ambapo tuliwajua zamani wakata nyama penye biko ma strateji na ile modeli ya wenzetu kenye wanasema bakonzi wateki mboka. Lakini sisi kwa sisi kama viongozi wa papco ya General Nikiliva hatuwezi kwa maile maile kipindi ya kusema kama wakonzi wateki mbuka. Hapana, maana sisi ni masujaa wa kuitetea udongo wa mabao wala hapana kuisaliti. Bwana mhariri, tulipenda kuambia wasikilizaji wetu na popilasion yetu ya Mwenga na kando kando ya tarafa letu kusema kama wawe tulivu, wasibabaike, wakuwe na matumaini kwa jeshi la taifa, wakuwe na matumaini kwa jeshi la pakuu ambalo liko katika uwanja wa mapambano kwa kuitetea taifa letu na kwa kuitafutia usalama kwa hali yoyote, kwa muda wote na kwa siku yoyote. Bwana mwalili, ndio maana tunafanya apeli kwa wasikilizaji wetu na wakaaji wa tarafa la Mwenga ya kuwa wawe tulivu, wasipoteze vitu, wasiharibishe vitu wala kukimbia kimbia ovyo ovyo, maana vita yenye tuko tunapigana iko tofauti na vita ya hiyo mwaka ambao tuliijua hapo mbeleni, maana ni vita ya mabomu kwa mabomu, ndio maana wawe tulivu, wasi hii ni populasion munaona, mwilima ya Kitobaluzi Buhugu hote viko na kimbia. Mwilima ya ushali manaki hapa vumbi kuruka umusikie lakini usione. Masasi ni masasi tu. Manaki Kitobaluzi hakuna populasion inabakia kule. Sa vile munaona Hali haiko ya bie, batu yote ni kukimbia. Na tunasikia kwanza, kama kuku viwasha pata mabale perdi mumigulu ndio mpaka sai, manake hali haiko ya mzuri, watu viko mkukimbia. Sasa vile mnaona kabisa, mubilima, ah, hapa ni wanchofa kwa wanchofa, binye onze huku ni mututu kumututu hataewa ewa Mungu ni tanze huku wapana blak wanome walalala, ambapo inapana mwangaza, na kuambia watu waone moyo tulivu. Kazi iko nafanyika na vijana wa general major ni kiri va Matebura Daniel. Maana kwa hii muda kwenye linde fron anayeongoza ni mwanaume anaitwa Kostike Siprien Kabuka, hawezi kusaliti na hawezi kuruhusu nchi itekelezwe na au nchi itwaliwe kwa mikono ya wazalendo halisi wa na wale wa rugaruga waem ishirini na tatu hapana bwana bwanamwari asante na alfajiri njema nikiripoti nikiwa sehemu ashamba ya mapambano paka alama hihanga mimneetanengereki Asante nikiwa msemaji basi mtazamaji kufikia hapo sina cha ziada nimekutakia kila laheri wewe ambaye unatusikiliza kwa muda kama huhu Mtazamaji pia msikilizaji Usisahau kaulimbio yetu ambayo ni wewe unayetufata. Lakini ukiwa bado hujasubscribe, huu ni muda wako, tafadhali usikose kusubscribe yahani kujiabone, usikose kulike, usikose kuacha komenti yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare yahani kupartage kuwasambazia wengine. Uwo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Acha nikushukuru wewe kwa muda wako, kwa sababu ulikubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Bila wewe sisi hatuna nafasi. Acha nikutakii kwa mara nyingine tena kila la heri.